Kukusanya fedha kiasi cha shilingi bilioni tatu ambazo zote zitakwenda kujenga shule maalum ya sekondari ya wavulana ya kidato cha tano na cha sita itakayojengwa kwenye eneo la Kikombo hapa jijini Dodoma, karibu kidogo na shule hiyo ya wasichana iliyojengwa na bunge letu hili hili kwa ajili ya wanawake ambayo imekamilika mwaka elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo kupitia mbio hizi tunaamini jamii kwa kuliunga mkono Bunge, malengo haya yatafikiwa. Shule hii itakuwa na vyumba vya madarasa za kutosha, itajengwa maabara nne za biolojia, kemia, fizikia na jiografia. Shule hii pia itakuwa na mabweni ambayo yatalaza wavulana wote wanaokadiriwa kuwa mia tatu, lakini itakuwa na maktaba mzuri ya kisasa tunajenga bwalo kubwa la chakula, tutajenga pia nyumba za walimu pamoja na viwanja vya michezo. Tunapofanya haya, tunaenda sambamba na kazi inayofanywa na serikali yetu. Hii nyingine tunayotaka kujenga pia itajengwa hapa Dodoma, ili ipate nafasi ya kufuatiliwa kwa ukaribu kabisa na wabunge, ili shule hii kiwe ya mfano pia. Kwa hiyo tunaonyesha mfano kwamba tunamjali mtoto wa kiume lakini pia tunamjali mtoto wa kike. Si mnamwona jamani, mbunge wa Dodoma wa kiume na mimi ni wa kike, si ndio jamani? E, kwa hiyo Tanzania inajengwa na wa kiume na wa kike pia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, sisi tunakuletea hizi shule mbili, lakini na wewe nitumie ndugu zangu kwenye shule hii, maana yake ni nini? pamoja na kwamba leo jambo la nne, tumekuja hapa kwa ajili ya kuimarisha afya zetu. Baadhi yetu hatukuja kwa ajili ya kushindana, lakini tumekuja kuimarisha afya, na katika kwa kuimarisha huku afya tunaungana na rai ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dr Samia Suluhu Hassan kwamba Watanzania tufanye mazoezi na sisi kama bunge tumelichukulia hilo kwa umuhimu kabisa, ndio maana kila bunge linapokutana tunafanya bonanza ili kuhakikisha tunaiweka miili yetu sawia kabisa, kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Na sasa marathoni hii pia ni sehemu ya kutuweka katika hali ambayo Watanzania ambao wametutanguliza mbele kama wawakilishi wao kujifunza kwetu kwamba sisi tunajali afya zetu kwa kufanya mazoezi na tunawahamasisha wao pia wafanye mazoezi. Sasa tunakuwa tumemuunga mkono Mheshimiwa Rais na rai yake ya kwamba Watanzania tufanye mazoezi. Ndugu mgeni rasmi, sisi tunafanya marathoni hii kwa mara ya pili. Mwaka jana tulifanya na mwaka huu tumefanya. Mwaka jana tulikuwa na kimbiaji zaidi ya elfu tatu. Leo tunao tunayo furaha kwamba wakimbiaji wameongezeka ni zaidi ya elfu nne na hao ndio waliojisajili kwenye mfumo lakini hapa kuna watu wengine wamekuja kuungana na sisi tuna, tuko zaidi ya watu elfu tano kwenye ile eneo kwao tunashukuru sana wakimbiaji wote ambao wamejitokeza kuja kushirikiana na sisi Nikizungumza kwa upande wa JSM Foundation, kwa nini tumeshiriki? Kwa sababu kwanza bunge ni muhimili mkubwa kama ambavyo mnafahamu katika serikali yetu, kwa hiyo walipokuja na ombi lao tuliona ni muhimu tukashirikiana nao. Lakini pia kwa sababu sisi kama JSM Foundation, moja ya maeneo ambayo tunatoa misaada na kutoa huduma ni katika eneo la elimu. Kwa hiyo tulivyoona kwamba lengo la mbio hizi ni kwa ajili ya kukusanya fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari ya, ya wavulana tuliona ni vizuri tukashiriki ili kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa uh, uh, Samia Suluhu Hassan katika kuendeleza sekta ya elimu. Kwa hiyo tumefurahi sana, na hopefully next year tena tumekaribishwa, tunaweza tukashiriki nao. Mara ya kwanza imependeza sana hii, hii imependeza, imekuwa na washiriki wengi. Dodoma imechangamka, imewaka moto, nzuri sana kwa kifupi, ni nzuri sana, nimefurahi. Nimefurahi sana. Ni jambo zuri, ni jambo jema sana na ndio maana nimesafiri kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kuja kuchangia eh. Nimeambiwa kulishakuwa na shule ya wasichana mapema kabla ya hii.